Tuombe Mungu nchi yetu iende kwa amani, kwa sababu isipoenda kwa amani, maake ni rahisi sana kumjua msanii fulani alifanya kampeni ya chama fulani, twendeni tukampige mapanga. Kumechafuka sasa, mechafuka, fulani anakaumu jumba lake hili na alikuwa anapiga kampeni ya chama fulani, tumshushe down. Koo ni kitu kingine cha hatari pia, lakini kama hakuna amani, maanake watu wanajua wewe fulani ulikuwa kwenye stage una kila siku unasema chama hiki chama hiki, leo sisi tumechafuka, hatutaki chama hiki, tunakufata wewe tunakuchalanga, yani piga mapanga, nakuchoma na moto, nakuumiza no. Lazima watu wajue yataliyo hicho, ndo kitu pekee ndo maana hata mimi naogopa kwa sababu nyumbani kwa mamangu ukuta mdogo kweli yani. Ukitanua tu mguu umeingia, si umenielewa? Sisi baba kitanua e, naona eh, natamani pia, sio kama sitamani yani kwa sababu yani, sinasikia wenzangu wanapata pesa bwana, natamani pia ningekuwa napata zile pesa, lakini wakati huo huo pia naona ah, anyway, sawa, labda hizi sio pesa zangu, kwa sababu pesa iko